Ndoto ya Daniel Hagen, Opera inayoitwa Masihi. Daniel Hagen. Huyo ni mimi! Ndoto. Nguvu au mchakato wa kuunda picha za akili zisizo za kweli au zisizowezekana kwa kujibu hitaji la kisaikolojia pia: picha ya akili au safu ya picha za akili kama ndoto ya mchana iliyoundwa hivyo, uundaji wa kitivo cha kufikiria iwe imeonyeshwa au imetungwa tu, kama vile hadithi za kufikiria zinazoangazia mipangilio ya ajabu na wahusika wa kutisha. Ubunifu wa kupendeza au uvumbuzi ya yeah, kuhusiana na au kuwa mchezo ambao washiriki huunda na kusimamia timu za kufikirika zinazo jumuisha wachezaji kutoka mchezo fulani na bao linategemea maonyesho ya takwimu ya wachezaji halisi. Impromptu. Au au kwamba iliyotungwa o kutamkwa bila maandalizi ya awali, extemporaneous. Utunzi wa muziki unaopendekeza uboreshaji. Opera, kazi, tafsiri halisi ya neno la Kiitaliano opera. Uendeshaji. Utendaji wa kazi ya vitendo au kitu kinachohusisha matumizi ya vitendo ya kanuni au michakato. Nguvu o ushawishi. Yubora o hali ya kufanya kazi o kufanya kazi. Njia o njia ya kufanya kazi. Ufanasi, Potency, kizamani isapakwa katika matamizi ya kishiria. Utaratibu unaofanya kwenye mwili ulio hai, kwa kawaida na fiombo hasa kwa ajili ya ukarabati wa uharibifu au kasoro au ureje wa afya. Michakato yoyote ya hisabati au kimantiki,

wa Masihi. Neno hilo pia linaweza kurejelea hali ya akili ambayo mtu anaamini kuwa ana jukumu la kuokoa wengine.